Nategemea naona, dalili hizo zipo, maanake miaka mingi umetafuta. Ili kama swali moja alitoga Kibadeni alisema hamna mtoto atafikisha goli goli ngapi? Goli tatu, e bwana, kwa mchezo wa dabi. Lakini mpaka dakika hii kweli, kama unavyoona, hakuna mpaka wende wamfuate. Na sisi hapa kweli tumefika fainali na kombe tulitoa hapa hapa, kombe litolewa hapa hapa. Kwa hiyo wakivunja rekodi hii Tutashukuru kwa sababu ndio tuna maendeleo yenyewe tunataka, kwa sababu tutakuwa tushaingia fainali mara mbili Simba Sports Club kwenye mashindano haya. Yaani, kwanza kuweka akili, nitoe kwanza mfano ule ule katika ile timu yetu ya Stella. Unajua kila mechi tuliocheza nyumbani tulikuwa tunashinda kila mechi tuliocheza pa nyumbani, hatujapoteza hata mchezo mmoja. Sasa unajua, unapoenda ugenini, na ukaenda ni ugenini. Kwa hiyo unapoenda ugenini chochote kinaweza kutokea na baya kubwa tulivyotokea kwamba tunaanzia kule, ile system yetu ya kusema kwamba tutashinda nyumbani ikawa imepotea. Sasa ikawa sasa tujitahidi kule tusifungwe, tukija nyumbani tushinde. Bahati mbaya kuja hapa game ikabadilika. Kwa hiyo tahadhari naitoa kwa Simba, hii mechi ambayo wanaija kuicheza hapa tena. Nasikia Zanzibar wanatakiwa kwamba wapate magoli mengi ndio kitachowabeba. Yes, bwana mtazamaji wa SFTV tuko naye Malota Soma Ball Juggler. E, ukisikia neno Ball Juggler basi hujue hapo vitu vitu, viko mguuni na lengo kubwa zaidi ni kuja kuzungumza naye mawili matatu, hasa kuhusiana na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba ambao wanatafuta kuvunja ile rekodi waliyoiweka eh wao enzi zao wakiwa vijana wa Simba mwaka 1993 kunako kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo walifika hatua fainali e, wakapepetana na Stella Abijani kutokea pale nchini Ivory Coast, wakitoa sare ugenini, lakini kwa bahati sivyo, wakapoteza katika mchezo wa nyumbani, na kwenda kuzungumza naye e, mawili matatu husiana na namna na ambavyo anakiona kikosi cha Yekundu wa Msimbazi, Simba msimu huu, lakini pia na Simba yao iliyopita. Bwana mzee, shikamoo kwanza. Marahaba. Jambo. Sijambo. habari za siku? Safi, mambo yanakwenda. Ah, salamu tu. pole na kazi. Shukran ah, sana. habari za maisha? Alhamdulillah, namshukuru Mungu, maisha si mabaya sana, nashukuru. yeah. Simba ya msimu huu umeiona? lakini e, Simba limeiona. Simba limeiona. Haiko vibaya sana, inajitafuta. miaka ya nyuma kidogo kulikuwa na matatizo ya usajili kama ulivyoona mwenyewe. Simba ilikuwa inasajili, inasajili inatoa, inatoa, lakini sasa hivi inaonekana kama imesimama vizuri, na ukiangalia toka tumeingia kwenye robo finali hizi zilizopita mpaka leo tunafika kwenye nusu finali. Kwa hiyo tayari wamejipanga vizuri na inategemea kufanya vizuri zaidi mpaka kuingia finali. Kwa maana leo mwenyewe unategemea kwamba ile rekodi yenu msimu huu inaweza hmm, kwenda kuvunjwa? E, nategemea naona dalili hizo zipo, manake miaka mingi umetafuta. Ili kama swali moja alitoga Kibadeni alisema hamna mtu goli, atafikisha gol, gol, gol, goli tatu, tatu. Goli tatu. E, bwana goli kwa mchezo wa dabi, lakini mpaka dakika hii kweli, kama unavyoona, hakuna mpaka wende wamfuate, na sisi hapa kweli tumefika fainali na kombe tu, tu, Maki, kombe hapa hapa, kwa hiyo wakivunja rekodi hii tutashukuru kwa kwa finali, Simba, sposele, kwenye haya. Dio. Dio. Bana, mimi nataka kufahamu kutoka kwako namna ambavyo kikosi cha msi, wa Msimbazi Simba kinacheza msimu huu. Ni takriban miaka sita mfululiz wanaishia tu ya robo fainali, wanaitafuta nusu fainali, hatimaye msimu huu chini yaf ai wameipata. Labda kwa namna ambavyo ulivyotazama hizi robo fainali zilizopita na simba ya msimu huu, kipi hasa kimebadilika ndani ya kikosi cha wekundu Msimbazi Simba na hatimaye eh, mwiko umevunjwa, nusu fainali wamevuka. Nini hasa kimebadilika ndani ya kikosi msimu huu tofauti na misimu iliyopita? Ah, kikubwa, kila siku tulikuwa tunaangukia pua, kwa sababu timu ilikuwa si mbaya lakini unajua ile mashindano makubwa, kuna watu wanatumia pesa kusajili wachezaji. Sisi kusema kweli, kipindi cha nyuma tulikuwa tunasajili kama vile tulikuwa tunalipua, lakini kipindi hiki inaonekana kabisa wamesajili watu ambao wanaetaka maendeleo, na kama ukiangalia toka tumeanza kucheza mashindano haya, yani tunaenda vizuri mpaka hatua hii. Kuna matatizo yapo katika mpira, yapo kufungwa kupo, lakini sasa safari hii naona kwamba imekuwa beta zaidi kuliko hapo nyuma, kwa sababu kama unakumbuka, sisi tushaingia robo fainali bwana mara tano si mara nne, na yote tunaishia katika hali si mbaya sana si nzuri sana, sana. Mwata, ah, bwana safari hii tungejitahidi tungeingia. Lakini sasa naona safari hii viongozi wameamua, bosi mkuu wa nani, Mo Dewji, kaamua kusajili wachezaji wenye uwezo mkubwa kubwa sana kwenye gokipi zikafanya la maana sana, maanake kipa anaibeba sana Simba sana. Yani kwa kweli, ana staili sifa sana mbele, kwamba tunaye kijana yetu Manula alitupeleka mbali sana yeye vile eh, lakini kaongezewa chachu pale ya Kamala. Kwa kweli timu iko vizuri yani, tufungwe, tumefungwa lakini kwenye makosa madogo madogo, ambayo ya kibinadamu katika uchezaji mpira, na hayo mkiyatenda lazima tafungwa, lakini kiuchezaji naona timu iko vizuri. Sijui tena Mungu mwenyewe ataita bahati gani tena mwaka huu ndio, lakini unavyoitazama Simba hivi ilivyobadilika, unaona kabisa fainali ikiwa chini ya miguu yao ama. E, fainali naiona, ila sema kitu naweza kutoa angalizi tahadhari kwamba wasidharau. Unajua, mnapofika kwenye hatua kama hizi watu mnajiamini kwamba sasa hivi hii kombe tunachukua. Mtoe mfano mdogo tu kwamba sisi wakati tunatoka draw na wale stela kule, tukasema basi hawa tena, huko nyumbani hawezi kuja maana yake kule hawatoki hata kwa nini, lakini unakuja kuangalia mechi imekuja kubadilika dakika za mwisho, yani uwezo ukahamia hata si wenyewe, mpaka mpaka leo hatuelewi kitu gani kilichotokea, mpaka ile mechi ikapotea, yani hatakuwa kwenye fomu yetu ile, kana kama tungekuwa tunacheza vile kwa michezo yote iliyopita, tusingefikia pale. Kwa hiyo kuna kitu kilitokea, hatujui Mungu ndiye mwenye anajua. Ebu hapo nahisi kuna somo hapo, faza, kwanza kwenye namna ambavyo mlipoteza hatua fainali mkiwa nyumbani yes. kwa namna ambavyo unaitazama simba sasa hivi eh, labda ni vitu vipi ambavyo wanapaswa kuboresha kuelekea mchezo huu wa nusu fainali ya kwanza, na ndo mchezo muhimu zaidi, kwani wanaenda kutupa karata yao wakiwa kwenye mchezo wa nyumbani. Nyinyi mlipoteza mkiwa nyumbani, Simba anakwenda kucheza mchezo wake wa nusu fainali ya kwanza akiwa nyumbani kipi wanapaswa hasa kukifanya, kwa namna ambavyo ume experience michezo mikubwa ya Afrika, umecheza ligi ya mabingwa, lakini pia finali pia hiyo ya tisini na tatu umecheza. Wanakwenda nusu finali ya kwanza nyumbani, nini hasa wanapaswa kuwa nacho akilini kuelekea ya mchezo huu? Yaani kwanza kuweka akili, nitoe kwanza mfano ule ule katika ile timu yetu ya Stella. Unajua kila mechi tuliocheza nyumbani tulikuwa tunashinda, kila mechi tuliocheza pa nyumbani hatujapoteza hata mchezo mmoja sasa unajua, unapoenda ugenini na ukaenda ni ugenini. Kwa hiyo unapoenda ugenini, chochote kinaweza kutokea, na baya kubwa tulivyotokea kwamba tunaanzia kule, ile system yetu ya kusema kwamba tutashinda nyumbani ikawa imepotea. Sasa ikawa sasa tujitahidi kule tusifungwe, tukija nyumbani tushinde. Bahati mbaya kuja hapa game ikabadilika. Kwa hiyo tahadhari naitoa kwa Simba hii mechi ambayo wanaeja kuicheza hapa tena, nasikia Zanzibar Mizanzibar, wanatakiwa kwamba wapate magoli mengi ndio kitachowabeba wasidharau. Ile timu nzuri ina uwezo, kwa sababu wata South Africa sio timu kubwa, lakini zinasumbua sana timu kubwa. Wale Orlando, Kaizer Chiefs zote ze zi timu zinafungwa na hii timu. Kwa hiyo wasiingie kukudharau, waingie tu kama wanacheza na timu yote nyingine. Waseme, ah, South Africa tutawatoa? Hapana, waende kwa kuangalia, wacheze kama walivyoambiwa na mwalimu wao, wapate ushindi mwingi. Hata wakienda South Africa watakuwa kidogo wanapata unafuu fulani, lakini wakipoteza au hata draw kule, mechi bado itakuwa ngumu, kwa sababu wale wanatumia kitu fulani, kile kilichotokea kwa wafunganani za, zamareki, zamareki wametoka na draw kwao, wakaja nyumbani wakashinda goli moja. Kwa hiyo wanaweza kuwa na zana hiyo, kwamba bwana, hawa nyumbani tucheze hivi tukishatoka na draw au namna gani, si nyumbani kwetu tunaweza kushinda. Wana uwezo huo kwa sababu bado wana vijana wanakimbia. Kwa hiyo Simba, watahadhari kucheza mchezo huu kwa uangalifu zaidi, wasipoteze. Wanatakiwa tu washinde, wapate magoli mengi, basi watamaliza mechi hiyo magoli mengi, ama faida ya mtaji mkubwa, akiwa eh, mtaji mkubwa, akiweka magoli, hata ukienda kule watakuwa na kazi ngumu ya kupata hayo magoli, ndio wataanza kupata, lakini nao, Simba akienda kule hawezi kukosa hata goli moja, na ukishapata goli moja adui yako anakuwa hana nguvu naona Almasri wangepata goli tu hapa, mechi ingekuwa ngumu ile ya Simba, lakini bahati nzuri wa Simba walibana akupata goli mpaka mechi imeisha mbili mbili, matuta Simba wanapita mwataji Almasri. Eh, mara baada ya mchezo wa kwanza walizungumza maneno mengi kweli, alizungumzwa na wenyewe waliamini kwamba pia wanakuja kumaliza kazi hapa Benjamin Mkapa, lakini walichokionyesha Simba walionyesha ukubwa wao kwa kuibuka na ushindi eh, licha kwamba ni ushindi wa matuta wali onyesha ukubwa wao, eh, labda kwa namna ambavyo walivyocheza ule mchezo wa kwanza nchini Misri, wakaja kucheza hapa nyumbani. Kabla ya mchezo, uliamini kwamba Simba anaweza kupindua meza kwa namna alivyocheza mchezo wa kwanza. Mimi ni kwa naamini, kwa nini naamini Simba kule? Ili tungetolewa kwenye mashindano haya, kama mimi binafsi ningelia na ma striker. Beki walicheza vizuri, lakini striker walituangusha sana. Walikosa magoli mengi sana, yani Simba walikuwa wanaondoka na goli kama tano kule, yani mimi nimehesabu kama tano, yani hapo ndio unapata picha. Ball Juglar nipo wale nauzi wa Simba, sifanyi makosa. Kwa sababu gani? Mpira wa sasa hivi ni team work, mnacheza pamoja. Kama ulisikia uli au uliona kwenye mitandao, mpaka kocha kalalamika, wachezaji wangu wananyimana pasi. Vipi katika mpira a kitu kibaya sana katika mpira Yaani mkishafanya vile mnaweka mechi na kwa ngumu magoli mengi mtacheza mnavotaka. Lakini mkishafungwa ndio vile mnaanza kila mtu akitaka ndio kufunga, kila mtu anataka kupiga. Lakini nashukuru viongozi, kocha wao, benchi la ufundi wamekaa, wamewaeleza, wamebadilika. Na kama uliona hii mechi hapa, kila mtu alikuwa anatoa pasi. Mpanzo alikuwa anafika mwisho anapiga cross. Wakati ule alikuwa anafika mwisho ana dribble mwenyewe anaingia anaondana lakini mechi umeona kabisa, kila mtu akifika na piga. Na kweli magoli yakapatikana mawili, na yalikuwa zaidi ya ile mawili, lakini bahati mbaya wachezaji, utulivu uliwakosa, tukakosa magoli, kwa sababu kwa mfano umeona Kapombe. Ile goli lile, goli la tatu. Na mwisho goli kabisa lile. Ile unafanya utulivu tu, kwa sababu ule kwenye boksi. Boksi ukifanya utulivu, mtu akikubeba penalty, lakini haina la kupaparika, kumvu, umepiga umetoka, basi tungetolewa tungeza, ah, bwana Kapombe katua, lakini ndo mpira.